Hivi we Kicheko, wewe ni jinsia gani? Unataka kumaanisha nini? Yaani unajua karakta za mwanaume? Unajua mwanaume kaumbiwa sababu gani ya yeye kuwa mwanaume? Nazijua tena nazijua haswa haswa. Mtajie mbili tu, sheria za mwanaume. Ya kwanza mwanaume ni kuwa strong, na ya pili kuwa strong, hivyo hivyo eh. Mwanaume na umbea ni vitu viwili tofauti Raia wanalalamika, raia la wana maisha magumu we wa, unawazidishia na umbea wako unawachanganya ua wa. Kwa nini unakuwa mbea? Mtoto wa kiume unakuwa mbea mbea? Neno la hapa unalipeleka hapa. Bora umbea wako ungekuwa una faida kwamba neno unalipokea unaishi nalo, huo ndio umbea wa faida. Lakini unachukua neno hapa unalipeleka hapa, unalichukua hapa unalipeleka hapa Mtoto wa kiume unakuwaje hivyo? kuwa na kaba kolomeo, maisha yanahitaji kolomeo, ndio maana Mungu akamuumba mwanaume na kolomeo hilo ili astahimili vitu wa mwanaume gani wekichekunalan <laughs> mjumbe butua usichokijua, usichokijua, umbea una faida mkubwa sana, free delivery ina faida tena faida naio na bili wenyewe, unasemaje? We unazungumza nini? we usheekumona mwanaume anasifia umbea. Na kama unautaka umbea kweli, unautaka umbea si umpigie simu Lokole, nikupe namba ya Lokole, nikupe namba yake, kwamba akusaidie. au lau naenda zako kwa Maimasa wajese kule ICU na ujiunga pale nawe kama una rivari maxi usoni utajua mwenyewe. Ujiunge kabisa ujulikane kabisa, wewe huko katika kamati ya wambea wenzio wamesajiliwa, umbea ule ndo umbea wa faida, sio umbea kutuka waneno hapa. Umbea mtani toka ino kawa na faida. Wewe unataka kujifanya mjuaje? Laza nikwambie tu, mjumbe, mi nina kodi yako, nina kodi yako. Hivi wewe kiteko, we una kodi yangu ipi kusema kwamba ile kwamba unajua mambo yangu? Mimi mambo yangu ya siri naishi nayo, yaani mimi nastahimili vitu afu naishi nayo. Hamna raia yoyote mtu yoyote, yoyote mwenye kodi zangu. Kodi zangu naishi nazo mwenyewe. Aa, aa, acha nikuchane kama watoto wa Kiswahili wanavyosema, ndio mimi nakuchana. Labda tu nikwambie, unajua mtu wako anahudumiwa na, na nani? Uwe baba mvivu kumhudumia mke wako sasa. Kuna mnyamo vio anaitwa Tira anamhudumia mke wako, unajua kwa sababu gani? Msingi unakuwa huyo ni Tira tilami elebrali anamhudumia mkeo. Unasemaje, mkeo anahudumiwa na Tila eh? Uwe ntakufumua kizazi, japokuwa soko bebele aha

Oh, kusutana na umbe, Genge yetu. Hili genge ni bolo, Genge yetu. Mushirike na kurogana, Genge yetu. Wala, they don't care, Genge yetu. Mola ukumu hali, Genge yetu. Machafu ya wana yafa, Genge yetu. Hilo siku tu yale hale, Genge yetu. Ondoka nyie genge, aya, mnakwenda wapi? Uh, <tapos> ah, ah, ah, mnakwenda wapi? Mnakwenda wapi? Tunataka kwenda tukajisafishi hapa, ingie mtu hata, mnajua sitoki na zindiko gani eh? Mnataka kuleta wapenzini wa kinyinga hapa. Alafu, kwa nini umempa taulo langu, mjinga mwenzio? Kwa nini umempa taulo langu, mjinga mwenzio? Kwa mnataka tuambukizane magonjwa ya ngozi nataka kujisaulisha. We, mbona ulimpa demo yako kanga zangu? kwani ana magonjwa ya ngozi? Kanga si mimi mwenyewe. Sikilizeni, so takuteni, choteni hapa mwingi <coughs> huyu <coughs> kamtaka yule yule, kamkata mara kaenda kwa yule Mona, ni bala aiye

angebaki shenzi we, eh hey, mapita pita, ya kiindi tu shenzi. mimi na wivu moyo nao, mimi binadamu we. Kusutana na umbe Genge yetu. Hili genge ni bolo. Genge yetu. Mushirike na kurogana. Genge yetu. Wala they don't. Hivyo wewe mkwe, Toka nilivyokuita ndo unakuja leo hapa nyumbani kwangu angu. Yani shoga angu. Toka nilivyopata zile salamu zako Yani, nilikuwa bize, nilikuwa na shughuli kwa shoga yangu Kigoma baba. Si unajua tena mambo ya kufagia uwanja, jambo lilikuwa shoga ilika. Sasa ndio unakuja hivyo kli kwa mkoa wako umevaa hivyo vayo, hiyo kabisa. Nisikilize mamangu, nikwambie kwanza. Hapa we kitu gani? Kwa sababu unajua kabisa we mwenye ninavyokuona pambe udugu wangu wewe. Yaani hivi vitu unaona ulivipigilia mpaka ukavipigilia tena. Sasa hivi umevichoka ndio unavaa madila shoga yangu. Na kuona sana, yani hivi vitu vya kawaida. Kwanza hapa baba mkwe hayupo. Angekupa baba mkwe nikasema ningevaa kigauni cha mwisho humo hapo kidogo ungejistili stili. Lakini hamna kidume hapa, mimi najua na kuja kwa udugu wangu, wasiwasi nini? Shida nini? Hivi vitu vya kawaida bwana eh. Hem, tuende kwenye point. Yaani kweli wewe mtoto, ndio maana tulikuwa tukuhitaji wewe kwenye familia yetu. Umemwaribu sana mtoto wetu, tulikuwa tukuhitaji kabisa kwenye maisha yetu. Unashindwa kumlea mtoto wako, mara kwenye vigodoro, mara kwenye mishughuli, mara unakataangaika unahangaika na vijola, mara unapita huku, mara unaingilia hivi. Hivi mtoto una matatizo so gani? familia yako imekuleaje? wazazi wako wamekoleaje? unaweza kwenda kwa baba yako hivi? Hmm. Sasa hapa hapa kuna baba baba baba, tuko mimi na wewe, baba yuko wapi? Labda baba aje mwanangu hapa haja ya baba mwenye nyumba apate kukuletea visukari, visabuni nini hivyo, angalau na uchangamke changamke. Maana yake unajua, mwanzo sina muda kumlea ule mtoto, sina kabisa muda. Ikiwezekana mchukue uje ucheze cheze hapa kuchangamsha, maana yake nyumba umekaa peke yako. Umepoa po, yule mimi ni mjuku wangu kweli na siwezi kuacha kumlea, na mjuku wangu na kuja namchukua, siwezi kuachia nyinyi. Mwanamke mwenyewe wewe kama hivyo Eh, mtoto anashinda na njaa, mtoto analala na njaa, kulea ujui, unatupa mtoto kwa majirani. Mwanamke mwenyewe mpumbavu kama wewe, unakuja kwangu navaa nguo kama hivyo. Sitaki hata kukuona, nendeni mkaishi huko na nauwe mwandazi mwenzio. <laughs> Yani kwanza mimi sina mda huo, we mama mwenyewe umeolewa, afu unajua sheria za ndoa Kazi ya mwanamke kwenye ndoa nadhani unaijua. Kama unaona jambo la umwimu, kumpikia njio mpikie mwanao, kama kumfuria njio mfulie. Mimi mda huo sina, mi mda wangu ni wa kuzurula tu. Tena mama, naomba usinikologe ndonya. Ilo ndo swala nitia, umenitia swala gani? Unaona unanipotezea mda hapa. Nenda zako huko na usirudi tena. <tip> Uyu kamtaka yule yule, kamkata mara kaenda kwa yule mbona ni bala aiye, hakuna mapesa dhati ndani ya genge. Hauna pesa mono tonekana mse shiriki nametawa, akanakupigia ile songi kidogo. Mtoto we mzuri, mashaallah we mzuri mashallah utasikia <laughs> kwenye masongi yake kwenye moja <laughs> na mbili. Sasa mama, unajua mimi siku nyingi huwa nakuelewaga sana, na wewe ulivyo mwembamba ulivyo mweupe ndo vitu vyangu kabisa <laughs> unaonaje mama, na wewe wakawa miongoni mwa majimbo yangu, yani ukawa miongoni mwa masultana <laughs> sisi wakina eh, wakina Utumani bei tunakuza na masuutana. Kumbe babu na mambo ya ajabu eh? Nama mimi mtoto hivi, unaona mimi na wewe tunaendana? Wewe si babu kabisa, ah eh. <laughs> bwana eh. We mtoto we mtoto unafungwa pampazi ah, tusifanyane hivyo bwana. Nisikilize mama, unajua usinione mie kama labda age go hapa, age ijaenda na mimi ni sawa sawa tu. <laughs> na kama kisu cha bucha kinazeeka na makali yake, wewe nipe halafu uone, <laughs> utakavyo kufurahisha. Kwanza we babu, nakuchukia, yaani kila mwanamke unataka uwe naye, yani umekuwa nani hasa? Taarifa zako zote ni nazi. Alafu kitu kingine, mambo ya kijinga sitaki. Unataka uje unifie kwenye kifua bure? Akibeba mzigo wewe eh? Ah, kufa kwenye kifua wangu. Nazi unanipa unipi eh? Nazi unanipa unipi uh-huh. Nazi shilingi elfu mbili. Hey, nazi zimepanda bei kurufaija. Nazi moja elfu mbili. Usipende vya bure bure, utauponza, utauponza moyo utauponza. Hey, nazi nazi, jeuri, jeuri kiburi yake, jeuri kuba babake. Kwanza nilikuwa na kutesti mipupa hiyo mimi, nilikuwa na kuweka wapi mimi.

Nisikilize. Humu ndani huwezi kuingia, yani huwezi kuingia na hiyo taulo lako mpumbavu wewe. Muangalie yani, uko kama umechelewa suna. Wewe ni mwanaume au mpumbavu? kumtafunia mke wangu alafu anaata nguo zake, mi nachoma hizi nguo na akija asumbui. Yalisi laka kabisa. Ilisiduda kabisa kabisa, la ndani okaa msuri wangu, mi nachoma kila kitu. Ehe, tena, ishia uko uko

Kuna shida gani? Mbona kelele kwenye nyumba za watu? Uyo kamtaka yule yule kamkata mara kaenda kwa yule mbona ni bala? Aiye, hakuna oh, mapesa natindania genge. Hauna pesa mbona tonekana, mse ushiriki na umetawani, haiwe si masiha <t> Halichachi, unalanaji no, Mze mwenzangu vipi tena na yule kibonge, mnakimbizana kulikoni? Ndugu yangu nipe udambudambu, nipe huyu wa vinto <laughs> we, acha tu, nimeumia yani hili limeniumiza sana. Sasa hapo lasi lasi manye, unanichanganya di limekumiza kufanyeje? Ule baba instead ya kuelewa unanichanganya, unanivuruga Itanisisemi kwa sababu, ujue kicheko, mimi nimebadilika hasa hivi, friji langu zima, kompresa zima. <laughs> Hey, Mungu ni stili, nisiseme mke wangu katafunwa, basi. <laughs> Ah, sijasema lakini. <laughs> <Mbayo, mbayo, iyo. laughs>

Hapa nilikuwa sina mbea, sina uboyu, sina udambudambu. Sasa hapa nishapata delivery yani, leo udambudambu, Alichachi unalanaji. Kwa hiyo kwangu, wakwangu ndo lishakuwa habari tena, wa kwangu ndo limekuwa habari na kuuliza kicheko. Tumza ndugu yangu, mbona ya kwako mi siyajui na sikutangazia hata nikiyajua. Uh, tatizo I mi li mtu mean, wa cuba kodi zangu umkuelewa. <laughs> boy au sio? Baridi kawatangazie gengeni kote, mitatangaza mke wangu kadonolewa, ila ila na mimi mm, nadonoa wa mtu nadonoa wa mtu, so ni impossible. Na kujua vizuri, ndugu yangu, kwenyuma wawezi kutunza hata kidogo kidogo tu, yani kwa mimi tu mwanao sana, Alichachi mtunzia